Kawaida bwana, kuna zawadi mm, na kuna jezi mbalimbali. Siko tuanze na bingwa kwanza, Harry Kane zishawekwa hadharani eh bwana, hizi ni zawadi uh, kutokea Bundes ambazo mashabiki wataweza kuzipata eh, na inaonyesha saini za wachezaji Harry Kane. Umeiona ya Harry Kane, kuna saini za wachezaji. Huyu ni bingwa wa msimu uliopita, msimu uliopita ambaye Ban Leverkusen. Naomba nishike mimi ni kati ya wachezaji ambao nawakubali sana kwenye kikosi hiki cha Freiburg. Maana nimeiona saini ya Jonathan Tah. Umeona ya Mula? Ah, Mula mapema tu. Sasa hii hapa hii mm. Eh, ukiipata ukiipata hii unaitengenezea frem yeah. Eh, jambo la kwanza kabisa ningekuwa mimi, ningeivaa siku ya kwanza, ningepiga picha <laughs> alafu ningeweka kwenye frem. sema, sema kuna mwamba anaivaa <laughs> ya kwake ya, ya Dortmund ile <laughs> hizi <laughs> <adana, saimu> <laughs> la <jyewe. laughs> <laughs> ni zawadi ambazo uh, utazipata iz... uta wewe uh, mtazamaji wa Azam TV, lakini bila kusahau pia tuna mpira huu hapa kutoka uh, Bundesliga ambao pia na wenyewe utashindaniwa kuweza kupata au vipi, bwana yeah. Kitu gani kinakujia ukiona uh, jezi hizi aibu injo. Uh, kwanza ni ligi bora kabisa eh, kwa duniani. Eh, Bundesliga ni kati ya ligi ambazo zinavutia kuzitazama kwa kiasi kikubwa yeah. Na wote watazamaji wetu itakuwa wame, wameshuhudia hicho kitu namna gani ambavyo ushindani umekuwa mkubwa uh, hasa msimu huu, namna ambavyo waliweza kupambana kwelikweli timu zote, lakini Bayern ikarejesha taji lake mm-hmm. Lakini kikubwa zaidi ni mwendelezo wa ubora na uzalishaji wa wachezaji kwa sababu takwimu za ligi kubwa tano za barani Ulaya yeah. Bundesliga ndio ligi pekee ambayo wachezaji wenye umri wa vijana yani kuanzia miaka kumi na saba mpaka yeah. miaka ishirini na moja kwa kiasi kikubwa wapo ndani ya Bundesliga. Kwa hiyo maana yake ni kwamba pia ni ligi ambayo imekuwa ikitengeneza na kukuza vipaji vya wachezaji wapo wachezaji ambao wanatoka kwa mikopo kutoka kwenye ligi zingine wasioaminika. Takumbuka washamchukua Jadon Sancho akiwa na miaka kumi na sita tu kutoka Man City, walisajili Jude Bellingham kutoka Birmingham wakiwa na miaka kumi na sita. Kwa hiyo maanake wanaona kwamba hii ni potential, lakini kuna namna ya kuipolish sasa. Kwa hiyo wanaipolish, wanapolish. Alafu ni ligi, ni kati ya ligi ambazo zinafanya sana biashara. Kwa hiyo wao wanajua namna na, na, na gani wanatengeneza watu yes. na kupata pesa. Kwa hiyo ndicho kitu ambacho tunaweza kukizungumza kuhusu Bundesliga. Binafsi niki, kama ningeshinda hii jezi yes. mm. Bayer Leverkusen wazoa Bay Arena, basi ningesema kwamba ingebaki kwenye kumbukumbu ya kwamba kuna mtu alitupa ubingwa msimu wa nyuma yake bila ya. kupoteza lakini akatangaza kwamba anaondoka. Kwa hiyo ni kumbukizi ambayo ningeandika katika maneno mwamba Xabi Alonso, lakini ah. <coughs> kwako naamini Harry Kane ah, atakuwa na story eh, of course. <laughs> hapa wanaingia eh, kwenye story Harry Kane pamoja na Eric Dyer Mweke pia Olise. Thomas Moura. Tom, of course, na mzungumza Eric Dyer kwa sababu mm. walicheza Spurs ambayo iliwahi kuwa bora sana chini ya Pochettino lakini hawakuwahi kuchukua ubingwa wowote. Hata finali ya Champions League. Yes, yeah. Kwa hiyo wamekwenda kuchukua ubingwa Michael Olise na Vincent Company. Lakini zaidi sana kuna neno huu aliko hapa nyuma labda watu wa walifahamu vizuri okay. Mia, mia, mia. Kwa Kiingereza ni we are we. Yani, kwa Kiswahili sisi ndio sisi, ndio maana sisi ndio sisi wengine eh eh eh ndio wenginemasamia manake ni sisi ndio sisi ndo hmm. moto wa baya ni ambao ni mkubwa zaidi, ambao hmm. wanautumia sana. Mimi kwapo mimi nikiandika pia kwa pembeni kiujumbe eh. kwa karatasi yani ni katika ile frame yangu eh. nikiandika kwamba hii jezi ya mwisho kwa Thomas Muller kwa inawezekana, lakini kuwafanulia pia mm. hawa ni Freiburg hii ni jezi ya Freiburg, ni kati ya timu ambazo uh, Bundesliga kuna mpira fulani hivi ambao wengi wana ufahamu lakini kabisa. Kabisa. hawa mm. ni tofauti, ni kati ya timu ambazo zinafunga mabao mengi sana kwa mipira ya kutenga, yani wao ya wana sura tofauti. Ni sawa na La Liga Atletico ah, wanazuia yani, yeah. imezoeleka Hispania ni timu zina zinagusa lakini kwa Bundesliga pressing, kasi ya kukimbia kwenye nafasi, lakini hawa ni tofauti mm. counter attack material team mm -hmm. ambayo inategemea sana mipira yeah. ya kutenga, ndio maana takwimu zao bora kwelikweli. Hakuna timu kwa misimu mitatu ya karibuni iliyofunga mabao mengi kwa mipira ya kutenga kuizidi Freiburg <laughs> na wanamwamba wao, nilimtaja mwanzoni kabisa, Vincenzo Grifo huyo yeah. uh, faulu kwake ni penati, mtu wa maana kabisa eh, yani ya, ya, ya faulu kwake ni penati, penati ni penati. mm. Kwa hiyo ana uwezo mkubwa sana wa kutumia <laughs> mm. mipira ya kutenga, bora umpe penati mm. lakini sio faulu eh Yeah. Neti, lakini yani kama kwa na bwana so, hizi ni zawadi ambazo utaweza kuzipata uh, kupitia hapa Azam TV bwana. Uzuri tunakupatia na zawadi pia kuelekea huu mwishoni mwa msimu wa Bundesliga, lakini bila kusahau pia kama unavyojua uh, jezi hizi hapa, na tutataka kufahamisha kupitia katika mitandao yetu mbalimbali ya kijamii, lakini pia kwenye vipindi vyetu vingine mbalimbali kuzipata uh, hizi hapa zawadi manake, ligi ya Ujerumani na yenyewe imekuwa tam, tam, tam, tam, tam, licha ya kwamba Bayern Munich na Bavarians tayari wao ni, wow, ni Mp. machampioni Mp. Mp. Eh, watu wanakuwa wanasubiri kujua nini itakuwa ni hatma Xabi Alonso ataelekea wapi kwa wakati huu <muchas>